Hizi ndizo sababu ambazo zimefanya rais wa Marekani kwenda kumkamata rais wa Venezuela. Siku ya jana ilitoka taarifa kwamba US imemkamata rais wa Venezuela, Nicolas Maduro na kumpeleka nchini Marekani. Donald Trump mwenyewe ndo aliyokuwa ameposti amvaya um, um, Twitter nadhani, Truth akawa ameposti picha ya Maduro akiwa yuko kwenye handcuff amefungwa pingu wanampeleka nchini Marekani. Hii ikanifanya nijiulize maswali mengi sana. Na sio mimi peke yangu, haya maswali yameulizwa na watu wengi sana on social media kwenye mitandao. Inawezekanaje nchi nyingine ikaingia kwenye nchi nyingine ikamkamata rais wake? Kuna international law, kuna sheria ambazo zinasaidia mahusiano ya nchi baina ya nchi na nchi. Lakini imekuwaje Donald Trump imekuwa kwa raisi kwenda kumkamata, uh, rais wa Venezuela na kumpeleka nchini Marekani? Na, na hapa natamani watu ambao mmesoma au mnafahamu hiki kitu kwa undani mtuelezee kwa sababu, the little thing that I know ambacho nimekifanyia research kwenye hii issue saga nzima Maduro, ni kwamba Nicolas Maduro alikuwa ni rais ambaye nchini kwake pia walikuwa hawampendi, wanasema kwamba ni dikteta sijui, ni mtu ambaye hana haki, hakuna fair election na vitu kama hivyo. Lakini tangu mwaka elfu mbili na kumi na tatu Marekani walikuwa hawamtambui Maduro kama rais wa Venezuela, wakawa wanamtambua um, kiongozi wa upinzani kama rais wa, wa Venezuela, rais wa mpito wanasemaga. Lakini sasa huyu Maduro akawa anaendelea na mipango yake, lakini tukumbuke, Venezuela ni nchi ambayo ni largest sport ya oil ya mafuta na tayari nchi kama Venezuela imeshaanza kutengeneza mahusiano na nchi kama China, Russia. Kwa hivyo Donald Trump yeye jana kupitia statement yake ambapo alikuwa amefanya alikuwa amefanya press conference akawa anaelezea kwamba this time wao ndio watakuwa wana-run nchi ya Venezuela kwa huu muda hakuna rais. Sijawahi kuona kwamba ni Marekani ije i-run nchi fulani ambayo sio yeah. Yani unajua yani does not make sense. Eh? Yani moja jumlisha moja kwangu mimi hazimbi. Na kitu kingine ambacho likisema very interesting ni kwamba kuanzia sasa hivi Marekani ndo itakuwa larger exporter wa mafuta kutoka nchini Venezuela. Yaani wao watakuwa na operate vile vituo vya mafuta ambavyo viko nchini Venezuela. Wow. Kwa hiyo hii kitu kwanza kwangu mimi kabla sijaona comment za watu wengine nilianza kujua kwamba okay, inawezekana Donald Trump yeye yuko specifically kwenda kufuta mafuta ya Venezuela. Ndio maana akatumia strategy ya kumtoa, um, rais ambaye alikuwa pale madarakani na kutumia njia kwamba alikuwa ni dictator, or whatever whatever. Lakini pia baadaye nilikuja kuona statement za wa, wanasiasa tena nchini Marekani ambao wako kwenye vyama tofauti na Donald Trump. Kwa mfano kama Kamala Harris Akawa ametoa statement kusema kwamba Donald Trump sio pale kwamba anafaitia demokrasia ya Venezuela au anafaitia haki za wananchi wa Venezuela. Donald Trump anataka mafuta. Sasa inamaanisha um, nchi fulani kama ina power, let's say kama Marekani. Kwa sababu ina power, inaweza ikafanya hiki kitendo kwa nchi nyingine yoyote pale tu itakapojisikia. Je, nchi nyingine kama um, China Russia, na wengine wanaweza kufanya tu vile vitu, kama yani, kama kuingia kwenye nchi fulani na kumchukua rais yake na kuondoka naye pale tu atakapojisikia? Kwa hiyo hii kitu ukiangalia kwa undani ime violate sana um, sheria au international laws, lakini pia kama haki za za kibinadamu. Lakini ukiachana na hivyo um, kwa kujustify, tukisema morally, kwa kujustify, kwa sababu wanasema huyo rais wa Venezuela yeye alikuwa na deal na mambo pia ya drugs, sijui nini, kuna pesa ambazo alikuwa anaziweka kwenye offshore account ambazo ziko Marekani, kwa hivyo ni kama vile nataka kuwa justified kwamba it's okay Marekani, lakini ukiangalia kisheria haiwezekani. Ukiangalia vifungu vya sheria ambavyo vimewekwa na UN kwenye sheria ya mambo ya international laws haiwezekani na wala hairuhusiwi, unless otherwise, kama wangetaka kuianzisha hiyo kesi kupitia International Criminal Court. Lakini sijui, labda kuna mtu anieleze. Lakini pia jana, kuna conspiracy ambazo nilikuwa nimeziona na natamani nikuelezee na wewe So kuna tweets ambazo zilikuwa zinasambaa ever since nadhani tangu 2025 November ambazo zilikuwa zinaelezea kwamba Marekani wanataka kuingia dili na huyu Nicolas Maduro kwamba wajifanye kwamba wamemkamata, ili waweze kunegotiate, ili kunegotiate huko waweze kuwapa mafu, reserve ya mafuta US ili waweze kufanya hiyo biashara ya mafuta. Kwa hiyo wakaona kwamba ili tutumie njia nyepesi ya kufanya watu wakaelewa, waka understand, na kuto ku raise concern kwamba Marekani huenda wakawa wanataka tu mafuta watumie njia ya kwamba Nicolas Maduro anatumia issue nzima ya kutokuwa democratic na kuweza kuchukua hiyo reserve. Kwa hiyo some sort, wengine wanasema kwamba hayo ni makubaliano, hii kukamatwa hii sijui kwa Nicolas Maduro hii, it's ni kama mpango wameupanga wote wawili. Kwa hiyo mimi I really do not know 100%, lakini nilikuwa natamani. Natamani watu ambao mna knowledge kwenye hili swala mtuelezee vizuri kwa undani implication ni hiki kitu. Je, hiki kitu kimefanya kwa usahihi? Kisheria hiki kitu ni sawa? Je, inaweza ikatengeneza geopolitics itakuja kuwaje at the end of the day? So I really really really wish to get the lessons, yeah? Tufundisheni. Leo mimi nataka nikae chini niwasikilize nyinyi. Thank you so much until next time. Bye.